Uchaguzi imeasa kuwa ni si sahihi kwa vyama vya siasa kutumia muda uliobaki kujadili suala la wananchi kukaa mita mia mbili baada ya kupiga kura. Katika mkutano wake na viongozi wa vyama vya siasa, mratibu wa tume ya uchaguzi kanda ya Ziwa Deogratias Sanzugwanko amesema kitendo hicho hakikubaliki na kwamba taratibu na sheria za uchaguzi haziruhusu mikusanyiko baada ya kupiga kura. Imekuwa ikisisitiza kwamba wapiga kura baada ya kumaliza upigaji kura wanapaswa kuondoka katika vituo vya upigaji kura uh, ni kwa nini tume inasema hivyo? Sheria zote mbili sheria namba moja ya, ya uchaguzi mkuu sura ya 343 ya mwaka 85 na sheria namba nne ya uchaguzi wa serikali za mitaa zote hazijatoa fursa kwa wapiga kura kukaa katika vituo vya kupigia kura baada ya kumaliza upigaji kura. Zote zinasema bayana kwamba hawaruhusiwi katika eneo kati ya eneo la mita mia mbili na mita mia tatu kukusanyika au kuvaa sare au nembo za kuonyesha wana msapoti mgombea wa chama fulani. Sasa ile haitoi fursa kwa wapiga kura kukusanyika kwenye umbali huo wa mita 200 na mita 300. Lakini pia ni katika hali ya kawaida mtafahamu kwamba vituo vya kupigia kura viko katika makazi ya watu, umbali wa mita 100 unaozungumzia tayari uko kwenye maeneo ya jamii, na upigaji kura hauzuii shughuli nyingine kuendelea, kama msiba, harusi, usafirishaji, vituo vya bodaboda viko pale, virabu vya pombe. kwa hiyo tume inatoa msisitizo na inasimamia kauli yake kwamba wapiga kura wote watakapomaliza kupiga kura siku ya Jumapili, rudi nyumbani, kasubiri matokeo. Na kisingizio cha kulinda kura eh, hakina mantiki kwa sababu katika vituo vyote vya kupigia kura kuna mawakala wa vyama vya siasa. Hata hivyo, baadhi ya viongozi wa vyama vya siasa mkoani Kagera wamesema kukosa imani ndiko kuna wafanya wanasiasa wahamasishe wananchi kulinda kura zao. Mimi kama, kama mwakilishi wa chama wa, cha mapinduzi naona hiyo ni sahihi kabisa. Watu wakishapiga kura yao, sio kuna mawakala ndani ya vituo vya kupigia kura, watu waende nyumbani, wa, sibaki nje vituo vya kupigia kura. Mimi sio kwamba natetea, nachosema ni kwamba mtu ushapiga kura, shapiga kura yako unaenda nyumbani, kwa sababu kule kwenye vituo vya kupigia kura kuna mawakala wa vyama vya siasa, na kura zinapigiwa kule ndani, na, na, na, na, na makaratasi ya kura zinabaki kule ndani kwenye vituo. Hakuna haja ya wananchi kubaki nje ya, ya, ya, ya, ya kituo cha kupigia kura kule nje wanalinda nini? Kule nje wakikaa kule nje, ikaonekana watu wengine wanaogopa kwenda kupiga kwenda kupiga kura, kwa sababu wanapokuwa waona umati wa watu unakaa pale nje, unaashiria kwamba kuna kuna vurugu. Lakini mwenyekiti wa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Kagera, Deogratias Sinsanka, amesema Chama cha Mapinduzi kinaunga mkono utaratibu uliowekwa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi wa kuwataka wananchi warudi majumbani baada ya kupiga kura.